Ni matarajio ya kila mhitimu wa kidato cha nne cha sita, certificate na diploma, kujiunga na elimu ya juu katika chuo kilicho bora, ambayo inatufanya tupitie uzoefu tofauti tofauti. Leo utakuwa na mimi Dorothy Mano Mushi, mwanafunzi wa Chuo Kikuu Mzumbe, program ya Bachelor of Accounting and Finance, tukikupitisha katika uzoefu wa rafiki yangu. Atajitambulisha hapa. Asante sana dada Dorothy. Kwa jina anaitwa Bernard Gadel Tunguhole mwanafunzi wa chuo kikuu Mzumbe programu ya hasibu na fedha mwaka wa pili. Je, ni nini kilikushawishi kujiunga na chuo kikuu Mzumbe, chuo ambacho ni miongoni mwa vyuo bora Tanzania na Afrika kwa ujumla? Kipindi hichi ni kipindi ambacho wahitimu katika levels mbalimbali mbali, wanajiunga na vyuo elimu ya juu. Je, yeah, unamshauri nini mtu ambaye amemaliza o level advanced katika kujiunga na vyuo katika kipindi hiki cha kwanza? Ningependa kuwapongeza wanafunzi wote waliohitimu kidato cha nne form 6 lakini pia certificate na diploma, kwa sababu wana matamanio ya kuendelea na elimu ya juu zaidi, na niwapongeze na kuwakaribisha chuo kikuu Mzumbe, kwa sababu hapo awali nimesema kwamba chuo kikuu Mzumbe ni chuo ambacho ni bora miongoni mwa vyuo bora Tanzania na Afrika kwa ujumla, kwa sababu kinatoa taaluma ambazo zinasaidia zina watu wengi katika ajira, lakini pia expose kwa jamii. Tupende kuwakaribisha sana chuo kikuu Mzumbe, ambapo sio elimu tu inatolewa, tunaongelea kuhusu kutengeneza ficha yako. Una kipaji cha michezo? Karibu sana chuo kikuu Mzumbe elimu, walimu wetu wanazo njia zilizo sahihi za kukuza kipaji chako. Karibuni sana chuo kikuu Mzumbe.